Yes guys mambo vipi? karibu sana kwenye channel hii. It's me teacher Sharak once again kama kawaida kama ni mara marakwa kwanza kutembelea channel hii hakikisha unagusa alama ya kusubscribe ili uwe mdau na mwanafamilia wa channel hii kuanzia jana tarehe mbili mwezi Oktoba 2024, e, ukizingatia mwaka huu ni mwaka ambao ni mwezi ambao e, tunaelekea katika kipengele kizito cha uchaguzi wa E, wa wa marais, madiwani pamoja na wabunge. Kwa hiyo tume huru ya uchaguzi imeanza kutoa matangazo rasmi kuhusu wito wa usaili kwa waombaji waliowasilisha maombi ya nafasi mbalimbali mbali za ajira kwa ajili ya maandalizi na usimamizi wa uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Usaili huu ni hatua muhimu inayolenga kupata watumishi wenye uadilifu, ueledi na uzoefu kwa kusimamia shughuli za uchaguzi kwa uwazi na ufanisi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Tume, Tume huru ya uchaguzi mkuu, waliofanikiwa kufuzu hatua za awali ya uchambuzi wa maombi wanatakiwa kuhudhuria usaili kulingana na ratiba wanatakiwa kuhudhuria usaili kulingana na ratiba iliyoainishwa na, na usaili huo utafanyika katika mikoa mbalimbali mbali, kwa lengo la kurahisisha ushiriki wa wagombea kutoka maeneo yote nchini. Sasa maelezo ya kina ya nini cha kufanya ama maelezo muhimu kwa watakao kuwa wameitwa kwenye usaili ni kama ifuatavyo. Moja, kila mshiriki anatakiwa kufika katika eneo la usaili akiwa na kitambulisho halisi, yani kitambulisho cha NIDA, kitambulisho cha kazi au leseni ya dereva. Lakini pili, walioitwa lazima walete nakala za vyeti vya elimu, yani kama ni kidato cha nne, kidato cha sita, cheti cha taaluma ama chema vyeti vya taaluma ya juu ambavyo vimethibitishwa Namba tatu, waombaji wanatakiwa kufika katika vituo vya usaili saa moja kabla ya muda uliopangwa. Na jambo la nne, walioitwa wanakumbushwa kuwa kutofika kwa wakati kutasababisha kuondolewa kabisa kwenye mchakato wa usaili. Na ratiba pamoja na majina ya wale wote waliochaguliwa kwa ajili ya usaili inakuwa e, itakuwa yani, orodha kamili ya majina pamoja na ratiba ya siku na maeneo ya kufanyia usaili imebandikwa kwenye tovuti rasmi za wilaya yako, jimbo husika. Kwa kama wewe ni wa jimbo la Bukoba basi itabandikwa hapo, kama wewe ni wa jimbo la Dar es Salaam, labda Kinondoni, itabandikwa hapo katika eneo lako lakini pia unaweza kaipata orodha hiyo katika ofisi ya uchaguzi za mkoa na wilaya, au unaweza kuipata kupitia vyombo vya habari, ambapo napo na sisi kama Ticha Sharaki tutajitahidi kuhakikisha unaipata orodha ya kila mkoa, ili wale wote ambao watakokuwa umeitwa kwa ajili ya usaili basi waweze kuwahi katika eneo husika. Na kwa sababu hiyo basi, tunaendelea kuhakikisha tunawadondoshea orodha moja baada ya nyingine katika eh, katika chaneli hii ili yule katika chaneli hii ili kwa yule ambaye atakuwa tayari jina lake limo, limo ndani ya majina aweze kuhudhuria katika usaili huu. Na kwa kuanza, tayari tunayo PDF ambayo ina orodha ya majina ya, wanafu, ya, wa, ya watu wote eh, waliochaguliwa ama walioitwa kwenye usaili katika jimbo la Bukoba mjini, kwa madhumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu na kuzingatia masharti ya kifungu namba 6 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba 1 mwaka 2024 kikisomwa pamoja na kanuni ya kumi na moja ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 usimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Bukoba mjini unawatangazia waombaji nafasi za wasimamizi wa vituo vya kupiga kura, wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura na makarani waongozaji wapiga kura kufika kwenye usaili tarehe tano mwezi wa kumi 2025 katika shule ya sekondari Ihungo kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Orodha ya walioitwa katika usaili imeambatanishwa katika tangazo hili. Kwa hiyo hiyo ni tangazo kwa ajili ya jimbo la Bukoba Mjini, na hayo ndiyo majina ya wale wote walioitwa katika usaili huo wanaotakiwa kufanyika siku ya tarehe tano mwezi huu Oktoba 2025 saa moja na nusu asubuhi. Hii kama nilivyosema, ni orodha ya majina kwa jimbo la Bukoba Mjini, lakini pia tutaendelea kushusha orodha za majina mbalimbali katika majimbo mengine mengine. Ukitaka orodha hii, tafadhali gusa linki hapo chini, itakupeleka moja kwa moja ambapo unaweza ukadownload PDF hii na kuangalia kama jina lako ama jina la umpendaye, ndugu yako, rafiki yako, kama ameitwa katika e, usaili huu cha muhimu endelea kusubscribe chaneli hii ili uwe kwanza kabisa kupata updates mbalimbali mbali, kwa sababu tutaendelea kuachia updates hizi kila wakati. Asante, karibu tena.